Novoj kunipatia basi, yani nimekuja hapa na. Sawa, tunyoshe, katoto katoto wako pia, ni nanyoshwa ah. <coughs> <Hey>, action. <laughs> Hmm. You're killing me, baby. You're killing me. Ah. Na unavyojua kunipatia sasa. Yaani nimekuja hapa na hasira, na kisirani, nimefula lakini menichokono chokono hapa, baba wa watu, menifanya mpaka saizi na cheka cheka tu huvyo, kampumbavu. Afu unajua bebi, wewe, watu wanakunaga mwembamba wewe, lakini unajua ni kibonge kwa ndani, bado haina utulivu Ganaji wangu zi wangu, twende hivi, ushaona wapi mlina asali akacha kulina asali? Tikisa tu anaogopa kusijui nyuki Tende hivi nikuulize swali, ulishaona wapi mlina asali akaacha kulina asali kisa tu anaogopa nyuki? Changamka wewe, alafu nafasi kama hizi hazijagi mara mbili. Tende nikakuonyesha asali ya Morogoro. Action. Alafu bahati kama hizi hazijagi mara mbili Twende nikakuonjeshe sare ya Morogoro. Ndewe utanashati wako, jinsi ulivyokuwa smart, cheshi. Unasikia kelele au niendelee? After shots, cheshi and hata shuti ya tatu hiyo nairudia nairudia pale. Eh? Hapo, malizia kolomeo, tuipige ile paleni wingi. <laughs> <Why>? Action. Yani ata kolomelo mimi ninalo yani ya <coughs> hata kalomelo ninalo, mm. Nakuona, alafu sijui tena kwa nini nimetokea kukuamini. Unajua tumewasiliana namjam. E, twende, okay. Nakuona. Ah, si unajua madam, wateja wenyewe. Acha nikakimbizane nao. Si unajua madam bwana, kazi zetu hizi lazima tukimbizane na wateja. And okay. Action. Dani huko majirani lazima uchangamke kidogo ukimbizana na wateja. And action. <tipos> <tipos> Madam, si unajua kazi zetu hizi tena, lazima uchangamke kidogo ukimbizana na wateja, kwa hiyo acha nikakote kote, ukiwa kazi tayari nicheki. Masaa matatu <tipos> elfu hmm. <tipos> kumi na tano ishirini hivi ni humo humo. Hayo. <tipos> Nikuulize wewe, unanitafuta nini kwa sababu hakuna kitu ambacho wewe umefanya. Twende hapo. Kwa... Hmm. hapo tu, tu, tu, tu ya pili hiyo iliyonchanganya, ya, ya pili yeah. Maana hakuna kitu ambacho mimi nimefanya wewe hujafanya, ila mimi nimekosea nikasema amna kitu ambacho wewe umefanya mimi sijafanya yeah. so, so, so, so, hivo eh, mwanamke, unatafuta nini mimi labda <laughs> wee, nikuulize unataka nini kwangu? Kwa sababu hakuna kitu ambacho mimi nimefanya wewe hujafanya, manyanya, kwa sababu najua kila kitu ulichonifanyia na mipango ambayo umekusudia kunifanyia lakini nimekaa kimya, hujawahi kuona wala kusikia nikibwabwaja, kwa sababu najua mtu kamili, anayepigana vita waga, anapigana vita yake kimya kimya. Kwa hiyo mwanaume mzima mwenye akili zake timamu sikufikiria kama na... twende. kwa hiyo <coughs> mwanaume mzima mwenye akili zake timamu sikufikiria kama unaweza kuniuliza swali kama hilo, yaani swali la kipumbavu Nyanya, mimi nitegemea utapigana vita yako kimya kimya, kama ninavyofanya mimi, lakini we, kutekenywa kidogo tu, jasho la nywele limeshaanza kukutoka. Jasho la nywele limeshaanza kukutoka. Hata hivyo, sina muda kupoteza kuongea na wewe. Kwa hiyo kama nitii. Yani upo katika imaya yangu okay? Okay, <laughs> <Tena. And action. laughs> mm-hmm. Na unavyojiamini sasa, yani pamoja na kwamba upo katika imaya yangu lakini bado unaonyesha kiburi, unaonyesha dharau, unajitamba kabisa, unajiamini. Nini wewe? nipo katika himaya yako